Mheshimiwa mgeni rasmi David Mwakiposa Kihenzile, MC amesema ni mwanafunzi wa PhD, lakini mimi kila nikiangalia kwenye kumbukumbu za CV yako, kwa hiyo Mheshimiwa Mwakiposa Kihenzile, Naibu Waziri Wizara ya Uchukuzi na Mbunge wa Mufindi Kusini, uwepo wako unamwakilisha mgeni rasmi, lakini uwakilishi wako sio wa bahati mbaya. Baraka na wewe. Parokia ya Gezaulole kanisa la, la Bikira Maria la Maria Consolata Nyota ya Asubuhi, na wageni wetu wengine waalikwa

nambali kwa hivi, tunamshukuru baba askofu mkuu kwa baraka za ujenzi wa kanisa hili. Mwanzoni nimesema furaha yetu kuwa nawe usiku huu. MC ametaja sifa fulani juu ya uwezo wako ujenzi wa kanisa hili na hata e, eh, tangu parokia ilipoanza ni kipindi kifupi so. Na mimi nahusianisha kanisa hili na your achievements in life mheshimiwa, vin rasmi. You are a young achiever.

kwa miezi mitatu aliwezesha kuongezeka kwa, kwa wanachama na volunteers kipindi cha miezi mitatu kutoka elfu tatu mpaka elfu sitini lakini katika kipindi cha miaka mitatu aliweza kuongeza aina hiyo ya

ama Ulaya hawapo tena, kwamba wanapoarukia pamoja na wafadhili wa ndani, hata kama wakipatikana msaada kutoka nje, lakini wanapoaukia pamoja na ndugu zetu na majirani zetu, ndio wanaowezesha sasa hivi ujenzi makanisa . Naamini kabisa usajili huu utaweza kutufikisha katika hilo lengo ambalo eh, kwa sasa na bado ni bano sehemu mzima wa fedha mandalika kwa mradi na hata tutakapochanga leo hizo milioni 500 bado Amu katika nusu e, ya mbayi mzima, lakini kanisa hili la Gezaulole linapaswa kuwa fahari ya wana Gezaulole. Kuna wakati e, labda kanisa hili lisivyoweza kuwa linaonekana, sababu kapasiti ya kanisa hili ni watu mia nane hamsini mia tisa jimbo lilikuwa na mpango wa kujenga kanisa kuu mbadala kule Gezaulole lenye kuchukua watu zaidi ya elfu tisa. Sasa mia nane hamsini kwa elfu tisa, Gezaulole likna deanza kuwa wanyauni sasa kanisa hilo askofu mkuu

lakini tumeambiwa na baba paroko leo, ni zaidi ya furaha. Kwa hiyo, mheshimiwa injinia Hersi, ukifurahi, ukitabasamu, ukitoa meno, mashabiki wa Simba msimune, nipo sababu ya tukio hili. sikie neno lako linalotuongoza moja kwa moja katika furahi kwa lengo kuu la kuchangia kanisa la Gezaulole. Karibu, karibu sana.